Serikali ya mama Samia ndiyo inaoteka watu, ndiyo watekaji. Jino kwa jino, upanga kwa upanga. Babeli mkuu umeanguka, utalipwa sawasawa na matendo yako, sawasawa na mauaji yako, sawasawa na utekaji wako. Umesema mimi ni malkia, nimeketi wala si mjane, upanga unakuja Mkipata mahali kipo kituo cha polisi, mtu wa kushughulika naye ni mkuu wa kituo cha polisi. Mkuu wa kituo cha polisi ndio anajua watekaji walioteka mtu katika eneo hilo. Msiende kazini kwake, mtafuteni binafsi, mtafuteni binafsi, na mwambie awaeleze walioteka ndugu zako, walioteka ndugu yako ni anani, kama mnaweza kumalizana naye mmalizane naye Ansusue naniko hapa niko hapa. Rais wa Tanzania mpya, nataka nikujulishe, nikufahamishe, nikueleze ambaye anateka watu na jinsi ya kuwapata hao watu ambao wametekwa. Amen, leo nataka nikufunulie bila kutopesa macho bila ku pindishapindisha pindisha. Leo nataka nikuambie wale ambao ndugu zao wametekwa wamepotea. Leo nataka niwaeleze jinsi ya kuwapata njia rahisi kabisa sawa, lakini kabla wakujaendelea waangalie kipande kidogo cha cha cha video cha nasemekana ni tarehe 15 ya mwezi wa 11 2025, kiongozi wa Bavicha akiwa anatekwa nyumbani kwake napiga kelele akiomba msaada. Na mimi nimesema hivi, maalizana nao usiangaike kupiga kelele, kwa sababu hao hao walionao hapo ndio ambao wanasiliana nao watu sawa, na ndio maana utapiga kelele hawezi wakupa msaada, kwa sababu wao ndio wamefanya connection na hao watekaji. Nitakwambia njia rahisi sawa. Tusikia halafu tarudi. Sema hivi tuko kwenye hatua ya pili ya kulipandisha sanduku la agano. Hatua ya kwanza tumemaliza na tumeshinda, tunaenda kwenye hatua ya pili. Hatua ya pili ni jino kwa jino. Ngoja niende nisome Biblia tuone, amen. Ufunuo 18. Na baada ya hayo, naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema Umeanguka, umeanguka Babeli uliye mkuu! Umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho chafu, na ngome ya kila ndege wa chamu chafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya gazabu yake ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Kwa maana dhambi zake zimefika hata kwa Mungu, zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara mbili kwa kadiri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganyisha, mchanganyisheni maradufu na kwa kadri alivyojitukuza na kufanya anasa mpeni maumivu na huzuni kadri iyo hivyo. Kwa kuwa husema moyoni mwake, nimeketi malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Jino kwa jino, upanga kwa upanga. Babeli mkuu umeanguka, utalipwa sawasawa na matendo yako, sawasawa na mauaji yako, sawasawa na utekaji wako Umesema mimi ni malkia, nimeketi, wala si mjane. Upanga unakuja, maana wewe ndiye ufanyaye mambo yote hayo, ukizini na wafanyabiashara na umewatajiisha wafanyabiashara, na umezini nao wakikusaidia waki, waki, waki kufanya kazi ya utekaji na uuaji. sasa Tokeni kwake nyinyi watakatifu, msije mkashiriki mapigo yake. Pigo linakuja, amen! Mapigo yanakuja, nimesema hivi. Wewe ambayo uko ndani ya Tanzania mpya, wewe ambao kabisa unajua kabisa kuna watu wanakufuatilia wanataka wakuteke, nunua panga, tembea nalo. Wamekuja nyumbani kwako, malizana nao. Nimetaka kuongea muda si mrefu, na haya yanatokea Mbona, malizana nao, nunua panga lako, malizana nao. Wanaotafutwa kutekwa, kuuawa ni watu ambao wako Tanzania mpya, wanahitaji Tanzania mpya ionekane. Ile Tanzania, Tanzania zamani ndio inafanya hizo kazi za utekaji na uuaji. Sasa basi, nataka niwaambie wale ambao ndugu zao wametekwa wanawatafuta, wameangaika kwamba msaada wamekosa njia rahisi ya kuwapata ndugu zenu. Mimi naongea, rais wa Tanzania mpya, njia rahisi zunguka huku na huku na huku, njia rahisi, na nitakueleza kwa nini. Walipokuwa na waliponiona, na walipokuja na gari lao, wakaniona wakakimbia, nitakwambia kwa nini. Lakini njia rahisi Simple, fanya hivi tuko wakati, tuko awamu nyingine, awamu nyingine ya jino kwa jino. Jambo na unataka unalopaswa kufanya mahali ambapo ndugu yako wametekwa, sawa? Mahali ambapo ndugu yako wametekwa au ndugu zenu wanapotea, msihangaike kwenda kushitaki kwenda polisi, wala msihangaike, kwa sababu polisi kazi yake ni kulinda mali na za raia raia na mali zao, sawa? Watu wameshatekwa miaka miwili, miaka mitatu na hakuna majibu, sawa? ukisikia kwamba mtu alijiteka mwenyewe, sijui tumepata mtu alijiteka mwenyewe ni maigizo, anatengeneza sawa. Sasa mi nakwambia cha kufanya sawa. Kimwona ndugu yako wametekwa popote, yani pale eneo ambalo yeye ndugu yako ametekwa sawa, tafuteni mahali kilipo, kilipo kituo cha polisi. Nikueleza mwanzo kuna polisi ameenda kwenye kituo cha TV anasema kwamba wao ndo wanateka hata nifa watu wasingezungumza wasingepiga kelele, au kwa sababu hawana shida naye sana, ndio maana mrili akaja akasema yeye ndo polisi tu amemchukua sawa. Sasa mi nakonakupa njia rahisi sawa. Mahali ambapo ya ndugu yako ametekwa, mahali popote pale, tafuta kituo cha polisi maeneo ya kiko wapi. Mkipata mahali kipo kituo cha polisi, mtu wa kushughulika naye ni mkuu wa kituo cha polisi. Mkuu wa kituo cha polisi ndio anajua watekaji walioteka mtu katika eneo hilo, ndio anajua. Na ndio maana hamna msaada na hamuwezi kupewa msaada. Msiende kazini kwake Mtafuteni binafsi, mtafuteni binafsi na mwambie awaeleze walioteka ndugu zako, walioteka ndugu yako ni anani. Kama mnaweza kumaliza naye mmalizanei naye, kwa sababu ramani yote mkuu wa kituo ndio anayo, amepewa yeye. Amen Bwana, sasiwe wewe nikuambia wanachokifanya, mchezo anaofanya. usifikiri wanatoka Dar es Salaam au wanatoka Mwanza, wanakufata wewe mahali ulipo Mbeya, si wapi? A a, wanapigiwa simu. Ikiwa kuna mtu anakufuatilia, atatoa taarifa mahali ulipo, alafu anatafuta mkuu wa kituo, anapigiwa simu atafute vijana wakufanya hiyo kazi ya utekaji. Yeye ndio anatafuta vijana na anampa huyo mtu aliyetumwa eneo hilo au kama huyo mtu hayupo eneo hilo, basi anatafuta vijana yeye kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Lakini lazima kuna mtu atakuwa amekuja kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya confirm hiyo kazi, kwa sababu awezi wakawa wakumi wote wakapanda gari. Sikia mini kwambie mchezo na ninazo picha zao. Ngoa ni kuenda kuwekea hii hii uone hii hii gari namba B ambayo ilikuja afika kimbia. Alafu nakuwekea na hii pikipiki MC 388, sio 88, hii namba ya pikipiki. Ambao hizo hizo ni kidogo tu nimekuwekea, ili wajue kwamba mimi na rekodi na nawapiga picha. Na anachukua mpaka selfie. Na mimi nimesema hivi, wewe hata ungejifanya mwokota makopo Sawa, mimi nakutambua, mmesomea intelligence, mmesomea sijui nini, sijui Interpol, sawa, Marekani, Uingereza, wa mimi nimesomea mbinguni. Sasa mimi ni Interpol ya mbinguni. Hata ungekuja na kukuta makopo, hata ungejifanya kichaa, hata ungejifanya namna gani, mimi nakujua tu. Kwa hiyo tusipepese tu macho, Usimtafute mchawi nani, sawa. So, hiyo kazi Mungu amenipa kuifanya na nitaifanya, na ninasema hivi wote nini, tutawapata tu. Yani ninyi watekaji na wauaji wote tutawapata, kwa sababu tunajua lazima mwende kwenye kituo cha polisi kutoa taarifa kwamba mnahitaji kumteka mtu mwili, mpate msaada na mpewe vijana wa kufanya hiyo kazi na ndio maana mnaitwa mtu msiojulikana, watu wasiojulikana. Yaani ukisikia tu kwamba watu wasiojulikana ye, polisi wanahusika ndani yake. Mmeshafanya majaribio mengi, nyie nyie, mnajua mmeshafanya majaribio mengi. Kila napopanda gari kile, nakwenda kila nakopita, niko nao. Yaani niko nao. Ukipanda basi uko nao. Ukifanya hivi uko nao. Uko nao uko nao. Yaani mimi nafanya kazi ya kuvunja miungu. Wao wanafanya kazi ya kupambana na mimi. Na hiyo ndio vita vya kiroho katika ulimwengu wa roho ambao Nabii Musa ameshinda, na kwambia ameshinda, ndio hii sasa, ambapo wewe unakuwa uelewi kwamba katika ulimwengu wa roho vita ile imepigana katika ulimwengu wa roho, katika mwili wa damu na nyama, ndio hizi safari ninazozifanya mna ha na, na, na wenyewe wale wapambanaji wale, wana wa miungu, ndio hao watu wanaohangaika kutoa watu kafara kwa ajili ya miungu yao ipate nguvu, wapate kushinda. Lakini yupo ambaye amevunja miungu yao, kuanzia awamu ya kwanza mpaka awamu ya tano, na tunamalizia kipande cha awamu ya sita. Ndio maana kila nakwenda, unao ite watekaji wana nguvu kuliko serikali iserikali hawezi kuongea yani, hawezi kukamata watekaji ila wanaojiteka ndio inaweza kuwakamata eh. Serikali ya Tanzania ya zamani, serikali ya Mama Samia ndio inaoteka watu, ndiyo watekaji inasema. Kwa sababu mimi, wameshafanya majaribio mengi wameshindwa kwa nguvu za Mungu. Sa, kwa sababu mimi ndio nimepewa kuangusha nguvu zao zote, na nguvu zenu zote zimeshaanguka, pembe zenu za ufalme zimeshaanguka. Sasa nimeenda kupata kipigo na kipondo cha Mungu, upanga wa Mungu nakuja juu yenu, na nimesema hivi, tunajua nyinyi watekaji wote tutadili na wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa vituo vya polisi wote ambao mahali ambao watu wanatekwa wewe mkuwa kituo cha polisi ambapo mahali watu walitekwa, watu wametekwa, wewe unajua kikundi cha watekaji kiko wapi, na vijana unawajua wewe, unawajua. Kwa wewe ndio utakuwa wa kwanza kutusaidia kuwapata hao watu au vijana na hawa ambao walikuwa wanatumwa na mamlaka za juu kuja kuteka watu kwa hiyo usihangaike kutafuta mchawi nani, mimi nimeshakwambia, usihangaike kutafuta mchawi nani. Wewe dili na mkuu wa kituo cha polisi binafsi, usiende ofisini. Ukenda ofisini, maana maneno watakuwa mengi, mambo yatakuwa mengi, mtataka kuzungushana zungushana kama, kama walivyo amua kufanya hivyo, kufanya ubaya. Na uwe ubaya upanga kwa upanga. Ufunuo 13 anasema hivi Mwenye masikio na asikie, yeye atakaye, yeye auwae kwa upanga atauawa kwa upanga, na ataka na ataka ataka na kuchukua mateka atachukuliwa mateka. Ufunuo kumi na tatu, mwenye masikio na asikie, auwae kwa upanga atauawa kwa upanga, ataka ataka kuchukua mateka atachukuliwa mateka. Tuko awamu ya ya pili kupandisha sanduku la agano. Sikuwa kuja kwa Yesu, sikuwa kuja kwa Bwana, sio nini, ni giza. Tuko hatua ya pili ya kupanisha sanduku la agano. Ndio maana nimekwambia hivi yale ya mwanzo uliyoona yanakuja mara tano. Ndio maana nikasema hivi, kila mtu wewe unajua upo Tanzania, uko ndani ya Tanzania mpya. Maana yake wewe unajua ambaye unatafuta tu kwa sababu ya kusema ya kuongea mambo ya haki kwa ajili ya kutafuta haki kwa ajili ya kusema ukweli. Ukijua kama wewe uko katika mfumo huo Nunua simu ya masai tembea nayo, au vijana wa bodaboda wakikuvamia, malizana nao, au vijana wanaokuta mitani wanalipa elfu kumi kumi, au au vijana wao wanaoishi nao kwenye kota zao huko, na ukikutana na wao ukiona wamekuvamia, tumalizana nao. Wanapata nguvu kwa sababu wanawachukua kama kuku, na sasa muda wa kuchukua tu kama kuku ushaisha. Ni wakati wa upanga kwa upanga, jino kwa jino. Hakikisha ukishaje kwamba hawa wananichukua, maana yake hawakurudisha, wanaenda kukua kwa. Hakikisha unakufa na wawili au watatu pa hapo hapo, au unakuja kuteka, hakikisha unamaliza nao hapo hapo. Leo wakitaka kwenda kumteka mtu sehemu wako wanne wako watano, wakauawa wawili au watatu, sehemu nyingine tena ingiwe wakauawa tena, hapo tutakuwa tumeshakomesha hicho kikundi. Adabu na heshima itakuwepo, lakini watu wanakuja na kuchukua tu, una, una, unaishia tu kupiga kelele, msaada, msaada, msaada. Hao wanao wanaokuzunguka ili ndio wanaoshirikiana nao, watu naye akusaidia? Pambana mwenyewe, ni wakati wa jino kwa jino, hakuna msaada, jitetee kama sira yako ujitetee na ujipiganie, sawa, kwa sababu waovu wameunda kikundi cha kuua wenye haki. Kuna wewe, chukua simu yako, panga yako, weka kiunoni kujilinda, ili watakapojitokeza umalizane nao, biashara imeishia hapo. Maana yake ukijitoa juu ya Tanzania mpya, maana yake ni sawasawa na umekufa. Yani ukitetea haki ni sawasawa na mtu aliyekufa, maanake muda wote watakuawa kwa sasa. Ukishajua hivyo, kaa na silaha yako, malizane nao, amen. Hiyo ni agizo, kaa na silaha yako. Wakuwa vituo vya polisi, wanawajua watekaji hao, ndio wakudili nao binafsi. Usiende kiofisi, nenda naye binafsi kwa sababu wakati wanafanya wao utekaji wameufanya kibinafsi, au walifanya kiofisi? Nao kwa staili hiyo, wako kutoa watu kafara. Huo utekaji msifikia watu wanataka kwa sababu ya kuongea, ni kutoa watu kafara, kwa sababu, ukisimama ukisimama, unaongea unatetea haki, maana yake wewe, nyota yako Mungu ameangazia nyota yako, imekuwa nuru kwa wengine inang'aa inawaka, ndio maana wamesimama kuongea na kutetea wengine. Kwa hiyo ndio maana wanakutafuta, hiyo nyota yao, wanakutoa kafara. Simama na upigane mwenyewe, hakikisha hata kama wanakuchukua hakikisha, miili ya watu wawili ipo pale chini, iko chini. Piga panga pi, piga yani piga, fieke, yani piga panga kwelikweli. Yaani ukiliacha panga yako, hakikisha hakikishe mtu ainuki, halafu tuone hao ambao hao wengine wa kama watabaki hao, watakuwa na hiyo jeudi, na mnachukua gari kama mmewapata wote, chukweni ingizeni kwenye gari lao, pigeni moto na gari lao. Ipi ndio rais wa Tanzania mpya. Ninawaambia ambao mko mashakani, ambao mko kwenye hali ya hatari ya kuuawa, tafuteni silaha, mtembee na silaha. Mwenye hatari ya kuuawa, kwenye hatari ya kutekwa, tafuteni silaha Mtembe nazo silaha za kujilinda na kujihami, maana waliotoa kulinda ndio wanaofanya uharibifu. Kuna nani atakusaidia wewe kama usipo amua kujilinda mwenyewe? Ukinipuuzia ninachokwambia, utakuja kubebwa kama kuku tena. Kesho utasikia mwingine, kesho utasikia mwingine, na kesho utasikia mwingine. Ujinga utaendelea kuwepo. Hicho kikundi kitaendelea kuwa na kiburi. Mimi nimeshakupa amri na mamlaka. Mali zao nao